Weusi na mcho wekundu, chukua soda mvie, tunaanzia hapo. Mchwa weusi wamevamiwa kwenye kichuguu chao. He he, askari mkubwa akaangalia maadui ma, wamekupa na kuja shambulia stiki, babek. Mchwa wekundu amekuja na stiki na manati ya kufanyeje? Wakaweka mawe kwanza, watengeneze njia kuingia kwenye kichuguu. Rusha, wamekuja mpaka na dawa ya mbu. Wameharibika, mchwa weusi wako ndani, washauriana wa, wa, he Tufanyeje? Malkia anawambia inabidi tuungane tushikane kwa pamoja. Wakafunua mabomu, wana baruti kibao sasa. Hey, mchoe kundu kazi wanayo. Hey, mtabidi akasema vita sasa hivi tutokeni huku nje, chuma kwa mpaka ndani, kubabe staferi na kufanyeje na kubomolea mlango. Wamekuja mpaka na staferi na kubomolea milango, bomoa gwa kwa tunataka tuingie kwa kichuguu huku wakaanza kurusha dawa za wadudu. Maana amevamia ghafla afu ameharibika haraka haraka. Yatakiwa wasibi wasibitiwe. Huku wamepanga fataki. Sasa ni mwendo wa kwa baruti, wa kwa baruti, wa kwa baratua. He, sugua, sugua haraka. Leta fasta kabla hujazimika. Wakaona moto waka kasita waka kwanza, wakashangaa kwanza, silaha gani ya dunia wanayo, ikawashwa kwanze, ya kwanza ikazunguluka juu, ikazungulukia kwanza, ikawa inazunguluka, wanaiangalia tu inazunguluka huo muda mcho wekundu ni mawe, njia ni kuingia ndani. Wehe, ikafika sasa hivi kalipuka, walikuwa na njiti moja ehe, wameshalipua wanafanyeje, njiti zimeisha. Wakaagiza kiberiti kifatwe, kikaletwa sasa. Kama uja, unasikia vita ni vita. Mura ni sasa hivi ni mwendo wa kuwasha na kulipua. Mchowekundu walipuruswa, vita mpaka usiku ni moto Nifataki fataki mwaka mpya umeamia kwa wadudu, vichuguu vinge kwa nyumba vingepasuka kwa mtikisiko wa nje. Sasa shida ikaja, kiberiti kimeisha. Wakafunga waka hela, wakapandisha watu wakwenda kufata kiberiti kama ndege. Ndege zilikuwa zipa huu mwaka huu mwaka, mlikuwa najua mjazaliwa, wengine walikuwa bado wapo kwenye suruali za baba zao, baba zao wengine, wewe suruali za baba zao. Sasa wakapanda wakatuma watu wawili wakufata kiberiti, ndo hao hey, kabla ijatua chini ndege kadondoka kisha juu ya uyoga. Sasa hapo safari ni wapi? Mwanangu Kibeniti.